Uh, fresh. Uko vizuri? Niko fit kama chuma. karibu Dar es Salaam. Asante sana. Dar es Salaam umekuja kwa ajili ya shughuli moja, pambano la kesho kutwa, ndio pale warehouse Masaki. umejipangaje kwa pambano hili wewe, pamoja na kambi yako, kuhakikisha uh, mnaendeleza rekodi yako ya ushindi? sisi tumejipanga vizuri hmm. tuko fit. tumekuja kuonyesha mchezo mzuri tu hmm. Matokeo anayo Mungu hmm. lakini hatuna tabia ya kupoteza poteza mapambano hmm. kwa maana hiyo, hii fight tumwachie Mungu, lakini asilimia 99.99 ushindi. Kwa nini asilimia 99.99 ni ushindi? Tumejiandaa vizuri sana, tunaamini mazoezi tulaofanya na makocha niliokuwa nao Unamzungumziaje? una mpinzani wako Wilson Firi, pengine umemtizama na kumchunguza, uh, madhaifu yake na ubora wake ulipo, na ukijitazama wewe, ngumi yako kishukuta inaweza ikafanya lolote. Uh, bondia, ukimtizama YouTube mtandaoni, ukimwangalia, anaweza kaja akabadilika. Unapaswa kuwa na kocha ambaye anakufundisha kucheza, uende mbele, urudi nyuma kushoto kulia. Kwa hiyo wewe unapaswa ujiandae tu, kwa sababu unaweza kukutana na bondia yeyote, ili lawama zisiwepo baadaye. Wewe jiandae ufanye kazi vizuri basi. Kwao sisi kwanza, mtu kama mimi, mimi si muoga, alafu nafanya na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu anafanikiwa. Una rekodi nzuri katika mapambano yako matatu ambayo umepigana kama sikosei, hili ni pambano la nne. Watu wanatamani kuona kila ulichokimaliza ki, ulicho ki, kwenye pambano lako la kula, mwisho la tatu kinaendelea kwenye pambano hili la nne e, dhidi ya Mzambia huyu. Unajua ni Mmalawi mmoja, ni Mmalawi. Kuna kitu ambacho watu hawajui, mi sina faiti tatu tu, mi na faiti sita, faiti moja tu ndo ni nilidraw. Faiti tano zote nimeshinda kwa KO, kwa KO. Sijawahi kupoteza, ila fight waliweka box leki tatu tu ndo zinazosomeka pale box leki, ila sio mbaya, kwa sababu ndo tunazidi kutembea. Acha nifanye vizuri. Bondia mpinzani wangu, mpinzani wangu ni bondia ambaye ni mzuri, kajipanga, yuko vizuri, kajiandaa vizuri, bila shaka na yeye na anajua nakuja kucheza na mtu gani, kwa hiyo mchezo utakuwa ni mzuri sana. Pambano la kesho kutwa linasubiriwa kwa hamu, hususani kuna mtanzania um, mwingine hasa ni Mwakinyo ambaye watu wengi wanasubiri kuona kile ambacho atakifanya. Watu wengi sana walizungumzia ili pambano. Umejiandaje kuuza na wewe kwenye ili pambano? Uh, mimi unajua, ngumi ngumi ni tofauti na mpira, tofauti na mchezo mwingine wote. Boxing sisi tunacheza boxing Mi nimekuja kuonesha mchezo mzuri, burudani. Basi hicho ndio kilichonileta. Ushindi tunamwachia, lakini sisi tumejipanga ni kasi kasi, pinzani lazima atapigwa tu, inshallah. Tuombe dua, kesho kutwa sio ngumi tu, ni burudani, burudani, watu watafurahi. Hmm, ja, isitoshe mi nimetumwa na wanakahama wanakandaziwa Eh, kuna watu wamenifanya mpaka hapa nipo niko hapa sahizi sasa, mm. Watu lazima niwape heshima yao, nimekuja, ya. Kufanya kazi lazima nirudishe matokeo. Neno kwa Wilson Firi, mpinzani wako ambaye kesho kutwa mnakwenda eh, kukutana pale warehouse. ah, yeye na mimi wote tumejiandaa, kwa hiyo nimwambie tu asiwe na wasiwasi, tutaonesha mchezo mzuri, tutapigana mpaka watu watapenda. Ndo hivyo, ni kushukuru sana, kila la heri. Asante sana, asante, nashukuru.